Kuna wakati nilikuwa mjamzito, huo shuhuda huwa ni huwa nateka sana kutia moyo, kwa sababu wanawake tunapitia mambo mengi katika uzazi. Wakati nikienda kwa nini kwa kliniki, wananambia mtoto hana kichwa. Nikamwambia itawezekana vipi? Na ye Mungu aliyeniumba na aliumba kitoto hiki kilicho ndani, hakina kichwa vipi? Wakanambia we mama una ujasiri mkubwa wakanambia wakati wa kujifungua utajifungua kwa operation. Nikamwambia hii ni kazi ya Mungu aliyeianza lazima ataimaliza Amen. Na huyu mtoto nitamzaa kwa nguvu za Mungu na sitatoa hiyo laki moja. Wakanambia utatoa. Wakati ule ulipofika sasa wa uchungu nikamwambia Bwana acha hii kazi uliyoianzisha ukaimalize wewe ninataka hawa mahadui ambao wananiangalia kwa mabaya baraka hizi, nikitoka hapa, nikienda hospitali, nikirudi nirudi na baraka za mtoto nilila hospitali. Nilipoenda nafika hapo, wakaniambia mama, leta scanning yako kwa sababu uliambiwa utazaa na operation. Nikamwambia, sitazaa. Nikaondoka nikaenda hospitali nyingine, kufika kule na nilijifungua salama, nikapata ile baraka ya mtoto. Wakati nikienda kliniki tena, nikarudi pale wakaniambia ulizaa vipi? Nikamwambia nilizaa normal. Wakanambia kuwa wewe uko na Mungu wako. Kwa sababu nataka kuatia moyo, na Mungu awabariki wa. Ukimtegemea Mungu, Mungu huwa hakuachi. Amen uwe